Habari zenu wapenzi wa Kiluvia dread Locs, amani ya, ya Mungu iwe pamoja nanyi. Ni siku nyingine tena tunakutana, nawakaribisha katika chaneli yenu pendwa ya Kiluvia dread Locs. Leo nipo na tutorial kuwaonyesha jinsi ya kurepea nywele na kubana style nzuri. Stay na mimi mwanzo mwisho. Kama we ni bado mpya un, e, tunakukaribisha usubscribe chaneli yetu. Kama una maoni, una ushauri kuna chochote unaweza kutuandikia chini katika comment. Hatua inayofuata kama mnavyoona nywele zetu tumetoka kuziosha, tumeosha na shampoo nzuri e, tumepaka mafuta mazuri. Hakikisha unaosha nywele zako na shampoo nzuri, hakikisha nywele zako zinakuwa katika muonekano mzuri. Na hatua ambayo inayokwenda hapo ni hatua ambayo na kwenda kuwaonyesha jinsi ya kurepea dread kwa wale ambao wanaoanza, jamani Nimeshawaambia kwamba mtachukua namba za simu hapo, mtanitafuta WhatsApp. Ehe, mtanitafuta WhatsApp, lakini kama kuna swali lolote ambalo unahisi hauelewi, embu niulize hapo, na pia huo unaendelea kutufuatilia, tunaendelea kutoa madarasa mengi mengi sana. Ndio kwanza tumeanza kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ndio kwanza tumeanza. Kama mnavyoanza mnavyoona hapo Hatua inayofuata ni hatua muhimu sana, hatua ya kurepea na unavyorepea nywele zako unahakikisha kwamba eh, unasafisha hilo shina la chini vizuri kabisa, kwa mpangilio mzuri kabisa. Eh, kuna wengine, eh, bahati mbaya au nzuri, hawajui kurepea jamani. Kurepea ndo habari ya mjini, unatakiwa ujue kurepea vizuri. Eh, na kama hauwezi unawauliza wale ambao hawajui sisi wote ni wanafunzi, sisi wote tunajifunza. E, na kile ambacho unachopata kidogo unampa na mwenzako, hiyo ndo maana halisi ya dunia, hiyo ndo maana halisi ya kupendana. Kwa wale ambao wana maswali, wana maoni, ushauri, msisite kutuandikia hapo. Lakini pia e, tunaomba mwendelee kusapoti chaneli yetu kwa kushare, kwa kusubscribe, e, na pia kwa kusema lolote ambalo unahisi labda inaweza likawa ushauri au maoni. Inshallah tutalifanyia kazi. Na nayofuata hapo, kama mnavyoona, tuna roll nywele zetu. Nywele tumetoka kuziosha na shampoo nzuri. Mafuta nayotumia mimi, natumia mafuta ya wax, mafuta ya jelly, ya wax. Kwa wale ambao wanaotengeneza dread, nikisema mafuta ya wax mnanielewa, kwa sababu uh, mafuta ya kutengeneza dread hapo design nyingi sana kuna mafuta kimiminika, kuna mafuta ya jeli nzito, na kuna mafuta ya waksi, ambayo namaanisha kwamba ni mafuta ambayo ni mafuta malaini, tunasema mafuta makavu. Hiyo ndio Kiswahili ambacho kinakuwa kimekaa vizuri na kimenyooka vizuri kabisa. Kwa mimi natumia mafuta ya waksi. Eh, sitaki kutumia mafuta ambayo naweza nikatumia mteja wangu asipende nafata ushauri e, wateja jinsi wanavyotaka jamani. Kuna wengine wateja zao wanataka watumie mafuta ya kimiminika, kuna wengine wateja wao wanataka kutumia mafuta mazito e, unatakiwa ufate na vile mteja anavyotaka e, kwa sababu mteja yeye ndo anayelipa hela, mteja yeye ndo anayetaka. Sasa kama mteja kitaka vile anavyotaka, lakini mda mwingine mteja anaweza kataka kitu ambacho kwa namna moja nyingine kinamwathiri katika nywele zake. So wewe kama fundi ambaye una jukumu la kulea nywele unatakiwa kuhakikisha kwamba unamshauri mteja wako namna bora ya kutunza nywele. Sio kila kitu mteja kihitaji basi wewe kama fundi unakuwa unamfanyia, hapana. Tumeshuhudia wimbi la watu wengi kama ni mwaka huu, kama ni mwaka jana, watu wengi wanakuwa wananyoa dread kwa sababu gani? Nywele zinakosa muonekano. Sasa usiwe miongoni mwa wale ambao watakaoingia katika mkumbo huu, kwamba utakuwa unanyoa dread zako kwa sababu zimekosa muonekano. Wewe kama mteja, inabidi umsikilize sana fundi wako anavyokuelekeza na kupa maelekezo kwamba namna gani ya kutunza nywele. E, jamani kila mtu na ujuzi wake. Hata ukienda hospitalini e, unaambua usikilize ushauri wa madaktari. Hata kwenye nywele pia inabidi usikilize ushauri ehe, ushauri wa fundi jinsi anavyokuambia. Stage ya pili, kama mnavyoona hapo, tunaendelea kumalizia e, kubana nywele zetu kama unavyoona hapo, nywele unatakiwa uiroll vizuri jamani, uishike yako vizuri uroll kwa mpangilio mzuri jamani, ehe, una iroll kushoto kulia vizuri. Kuna watu ambao wanaosokota kulia, sawa. Kuna wanaosokota kushoto, sawa, yote ni sawa. Kwa hiyo wewe tu mwenyewe fundi au, au mteja unapenda au e, nywele yako isokote kwa design gani. Kwa mimi hapa natumia kushoto na natoa nywele kulia kupeleka kushoto, lakini hata mteja akitaka uh, kuja nitatoa nywele kutoka kulia kwenda kushoto. Inawezekana, mimi nasokota njia zote, kwa hapo ni jinsi mwenyewe mteja anavyotaka, japokuwa hiyo kusokota kulia au kwenda kushoto haiathiri nywele aina yoyote. So kwa mimi hapa, na kuwa nafanya tu, wala hakuna shida. Kama mnavyoona hapo, nipo hatua ya mwishoni kabisa. E, pia msisahau um, kwamba kuna WhatsApp namba za simu hizo hapo WhatsApp, kwa wale ambao wanaotaka e, kuja ofisini kwetu. Pia tunapokea sasa hivi wanafunzi, na darasa lililopo tumewaambia ni darasa ambalo utakao kufundisha online la YouTube, darasa la YouTube ambalo tutakalo kuwa tunafundisha online jamani. So kwa hiyo nyinyi ambao mnaotaka kujifunza nitakuwa naingia live YouTube, moja kwa moja nitakuwa nawafundisha baadhi ya vitu kupitia live yangu ya YouTube, kwa hiyo muendelee kunifuatilia. Sasa staili ambayo ilikuwepo hapa jamani, nasuka staili ya uh, kitaalamu tunaita uh, sijajua kwa lugha nyingine, lakini hii ni staili ambayo kama ya mikeka fulani unasuka mbili mbili, lakini ni kama ya mikeka fulani hivi Yani unachanganya nywele kutoka huku kuleta huku kutoa kule kupeleka kule, na hii style inayosuka na msuka. Mteja wangu amesema anataka nipasue katikati, yani nisichanganye nywele ikachanganyika ile moja kwa moja, hapana, nisuke style ambayo na nitakayokuwa na uwezo wa kuipasua nywele. Amesema yeye anataka kama, kama kawei fulani kuna jamani, nimewambia mnamsikiliza mteja kwa jinsi anavyotaka, lakini sehemu ambapo unapoona kabisa kama nywele itataka kuharibika ni vyema kumshauri mteja. Kuna sehemu ya kumsikiliza mteja, lakini pia kuna sehemu ambayo ya kumshauri mteja kwamba huenda hicho anachokitaka kwa nywele zake huenda zikawa zinaharibika na kadhalika na kitu kama hicho. Kwa hiyo wateja, jamani, tunaombeni mwe wavumilivu mtuvumilie sisi mafundi wenu, tukiwashauri jambo tunawashauri jambo kwa kupenda kabisa, na sio kwa kuwakandamiza jamani. Tunawatakia heri kwamba nywele zenu zibaki kuwa salama kabisa, na nywele zenu zibaki kuwa, eh, na muonekano mzuri wa kuvutia na wa kupendeza jamani. Kwa hiyo wateja, tunawaombeni sana sapoti yenu, kwa sababu nyinyi ndo wahusika wakubwa wa hizi nywele. Kwa hiyo jamani, tunaombeni ushirikiano mkubwa sana wateja zetu, ili tuweze kufikia lengo la watu wote na sisi tuwe na dread za muonekano, tutengeneze dread ambazo zitakazopendeza, zitakazovutia, zitakazohamasisha wengine nao wapende kutengeneza dread location. Nimesema napatikana Mlandizi jamani, nipo Mlandizi Pwani, Kibaha kwa wale wanaotokea Mbezi unachukua gari la moja kwa moja. Mbezi linapita maili moja maili moja moja kwa moja linawaleta Mlandizi. Nimesema napokea wanafunzi wa kuja kujifunza hapa hapa ofisini kwangu, darasa la online ni la YouTube pekee, la WhatsApp kidogo tumesitisha, la WhatsApp kidogo tumesitisha so kwa hiyo kama mnavyoona hivyo, naendelea kusuka jamani. Kama kuna sehemu ambapo mtu mtakuwa mjaelewa, mtaniuliza. Nywele hizi jamani, na natoa huku napeleka kule, natoa kule naleta huku, natoa huku napeleka kule, natoa kule napeleka huku. Hapa nasuka style ambayo ni ya mbilimbili ya kuchanganya nywele Yes. style ya mbilimbili ya kuchanganya nywele jamani kwa wewe ambao unanifuatilia uko wapi? Kama una maoni, una ushauri, utatoa maoni yako hapo, utatoa ushauri wako hapo, inshaallah nitakuja kusoma. Tuendelea kuufanyia kazi jamani, na unavyobana style, angalia unavyobana style, bana style, usimuumize mteja, zingatia itifaki hiyo ya kubana style, mteja asiumie. Hicho ni jambo la muhimu sana katika nywele, kwa hiyo inabidi ukiwa unabana style unamuuliza mteja wako kama anaumia au la. Kwa sababu wewe unakuwa unasuka, lakini eh, anaepata maumivu ni mteja. Wewe hauelewi kwa sababu unakuwa unasuka tu. So tunaendelea kusuka style yetu na tunapima nywele kuhakikisha kwamba kila nywele inakaa katika sehemu yake sahihi, kwa sababu style hizi muda mwingine inabidi utumie akili sana inabidi utumie akili sana, ili kuweza kujua. Kama mnavyoona hapo, staili yetu tumemaliza na mteja wetu, hiyo ndo final product yetu. Jamani, sisi ndo Kiluvia Dreadlocks, tunapatikana Mlandizi, tupo Mlandizi. Kama mnavyoona ewa, staili hiyo imedamshi mashallah, amependeza. E, na wewe unaweza ukaja ukapendeza. Tunaanzisha dread, tunasokota dread ya kila aina ya jamani Tunapatikana Mlandizi, chukua namba zetu za simu hapo kwenye skrini unavyoona. Asanteni sana kuwa nami, asanteni karibuni sana.